Na kuletea historia ya kabila la Abakuria au Wakuria Aba kuria, kuria, ni kabila la watu wanaoishi katika wilaya za Roria, Tarime na Serengeti katika mkoa wa Mara nchini Tanzania. Na katika nchi ya Kenya wanapatikana magharibi mwa mkoa wa Nyanza. Asili asili ya Wakuria ni Misri. Walifika Kongo kati ya miaka 322 kabla ya Kristo. Lugha yao ni Kikurya. Mnamo mwaka 2005 idadi ya Wakurya inakadiriwa kuwa laki sita na tisini elfu ikiwa laki nne na thelathini elfu wanaoishi Tanzania na laki mbili na sitini ni wanaoishi katika nchi ya Kenya. Shughuli za Wakurya, Wakurya ni wakulima na wafugaji, huku Wakurya wa nchini Kenya wanategemea sana kilimo na Wakurya wa Tanzania wanategemea sana ufugaji. Kilimo cha asili wanalima ulezi, mtama na viazi na mazao mengine walianza kulima katika miaka ya 1900 baada ya Wajerumani kuhimiza kilimo. Kuhusu upande wa vita, Wakurya hawapendi kutawaliwa wala kuonewa, hivyo walikuwa na elimrika kwa vijana kwa ajili ya ulinzi na usalama, hivyo utumwa haukuwaathiri sana, ila kwa kupenda kwao vita walijiunga sana na jeshi la KAR, yani King African Rifle kupigana vita ya kwanza na ya pili ya Uganda. Wakurya ndio kabila ambalo huona vita kama mchezo na kuwa wakati wa vita ni kama mchezo tu, na usiombe ukutana nao wakiwa na hasira, ila ni watu wema sana wakati wa amani. Usipowachokoza hawana ubaya na mtu, ila ukiwakosea bila kujua hukusamehe hata kabla ya kuomba msamaha. Wakurya ni watu ambao hawasalimu amri, ukionyesha kuwashinda katika vita huenda kujipanga upya na kutafakari ni jinsi gani watakushinda, na sio watu wa kukata tamaa mapema. Wakiwa na mori hawaogopi chochote wala lolote, wapo tayari kukabiliana nalo. Wakurya wanafanana sana na Wakisii wa nchini Kenya kwa lugha na umbile, wanadhaniwa walikuwa kundi moja hadi waliposhambuliwa vikali na Wamasai mnamo karne ya 19 na kusambaratishwa katika maeneo mbalimbali. Na hapo ndipo ukawa mwisho wa vita vya Wakurya na Wamasai, na ndipo Wakurya wakaweka makao yao makuu ya kudumu eneo la Serengeti kwa ajili ya shughuli zao za ufugaji na kilimo. Utengano huo ulisababisha kuwepo kwa lahaja mbili ambazo zinaeleweka kwa kila kundi. Wakurya ni watu wakarimu sana kwa wageni na hivyo wanapopokea wageni huwachukulia kama ndugu, na hivyo ilipelekea kuwako kwa Wakurya wenye asili ya makabila jirani. Mfano, kuna Wakurya wenye asili ya Wajaluo, Wasukuma, Wamasai na kadhalika. Koo za Wakurya. Wakurya wameganyika katika makundi madogo madogo au koo kumi na sita ambazo ni Nyabasi, Bakira, Bairege, Bagumbe wanaoishi katika wilaya za nchini Kenya na Tanzania, batimbaru bagamongo bakenye basimbiti basweta barenchoka baikoma bamerani na mengineyo mengi makabila yote haya madogo yapo katika kabila la wakisii nchini kenya kabila la wakurya pia linakaribiana na kabila la wazanaki katika mkoa wa mara nchini tanzania na itikadi zao pia zinafanana sana majina ya wakurya yapo majina mbalimbali ambayo wakurya huyatumia kama vile Chacha, Mwita, Mara wakimaanisha pombe, Masero wakimaanisha mavuno, na majina mengineyo mengi. Majina ya Kikurya mengi yanaitwa kwa jinsia zote, hasa kutoka kwa babu na bibi wa pande zote mbili, na wengine wanaita kulingana na matukio. Wakurya wana majina sita ya wazaliwa wa kwanza, matatu ya kiume na matatu ya kike, na majina hayo ni Mwita, Marwa na Chacha kwa upande wa mwanaume na Ngati, bhoke na rhobi kwa upande wa wanawake. Chakula chao kikubwa cha asili cha wakurya ni togwa au wao wenyewe huita kwa lugha yao obosara. Mila na desturi: wakurya wana mila na desturi mbalimbali mbali ambazo huzitumia. Kwa mfano kwenye swala la ndoa za kimila, binto kikurya akitaka kuolewa, aidha mnaweza mkaongea naye mkakubaliana alafu mkaenda kuongea na wazazi wake, kuambia walete ng'ombe wangapi ambao wanawahitaji. Kama una uwezo wa kutoa mahari hiyo, basi unapanga harusi baada ya kutoa mahari hiyo. Ila kumtorosha binti wa kikurya ni kosa kubwa sana, na utakuwa umekosea ukoo mzima, na hivyo huamua kuja kuchukua mahari kwa nguvu, na kama hauna kitu unachapwa viboko. Sherehe za kikurya, Wakurya wana sherehe maalum ambazo husherekea baada ya mavuno. Hata harusi zikitokea mara nyingi hupangwa kwa kukadiria sherehe wakijua kuwa hamna shughuli za muhimu kwa wakati huo kama vile kilimo. Tohara, hizi ndizo sherehe ambazo huamsha sana hisia za furaha katika koo za Kikurya, na mara nyingi hufanyika kuanzia mwezi wa nane hadi wa kumi na mbili ila kwa sasa hufanyika mwezi wa kumi na mbili pekee kwa sababu rika linaloruhusiwa huwalipo shuleni kwa miezi hiyo mingine yote. Ngoma za asili za Wakurya, ngoma yao ya asili huitwa ritungu, ambayo huchezwa na watu wengi wa rika zote, wakicheza vijana, watoto, wazee na hata watu wa rika tofauti tofauti, na hii ndiyo historia ya kabila la Wakurya.